Matendo mema ni yale yanayomridhisha Allah subhanahu wataala, na hayakubaliki isipokuwa yakiwa ni ya ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wataala kwa na kwa mujibu wa Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dada zangu katika iman, kuna maeneo mengi ya matendo mema na kufanya yaliyo yani Yani aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuepuka aliyoyakataza ambayo inatambulika yani kama amali njema. Katika Sahih Muslim, dada zangu katika iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: bi kulli tasbihatin sadaqatun wakuli takbiratin sadaqatun wakuli tahmidati sadaqatun wakulu tahlilati sadaqatun

Mwenyezi Mungu ni mkubwa, yani Allahu Akbar ni sadaka, na kila tamko la Alhamdulillah ni sadaka, na kila tamko la la ilaha illa Allah ni sadaka. Yani katika yani, kujamiana kwa mmoja wenu kuna sadaka pia. Wakasema maswahaba kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, angelifanya hivyo kwa njia ya halali, angelipwa? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam

wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya ilaya bi nawafil hatta uhibbuhu rawahu al-Bukhari. Yani mtume kadhalika, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, mja wangu hanikurubii na kitu kinachopendwa zaidi kwangu kuliko nilichomuusia mtumishi, au mja wangu anaendelea kujikurubisha kwangu kwa ibada na kh za khiari mpaka ni mpende. Dada zangu katika imani Mja mu'min atapewa mapokezi mazuri kutokana na amali yake njema katika kaburi lake, katika umbo lililo bora kabisa, na atapewa bishara ya radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo. Amesema mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam akielezea hali ya mu'min katika kaburi lake wayatihi rajulun hasanal wajhi hasana thiyabi tayyibu

Atamjia mtu mwenye sura mzuri nguo za kupendeza na harufu ya kupendeza, na kusema pokea bishara itoka, yani itokayo, yani, pokea bishara yani, itakayokupendeza. Hii ndiyo siku ulioahidiwa, yani. Atamwambia, wewe ni nani? Atasema, mimi ni amali yako njema. Haya, imepokewa na Imamu Abu Daud na Imam Ahmad na imethibitishwa na Al Albani. Dada zangu katika iman, Quran itakuta oh, Quran itakutana na yani kipenzi chake pia kadhalika siku ya kiyama. Quran itakutana na kipenzi chake kadhalika siku ya kiyama, atakapofufuliwa kaburini kama mtu mweupe na itamwambia, je, unanifahamu? Atasema, sikujui. Itasema Qur'an kumwambia kipenzi chake, mimi ni swahibu wako Qur'an, uliye yani uliyeniweka kifuani mwako, yani uliye hifadhi uliyeniweka, yani uliye uliyeniweka kifuani mwako, leo baada ya kila bishara utapewa yaani baada ya kila bishara utapewa ufalme katika mkono wako wa kulia na umilele katika mkono wako wa kushoto, na taji ya heshima itawekwa juu ya kichwa chako. Wazazi wako watavishwa nguo mbili ambazo watu wa dunia hawawezi kuzilinganisha nazo. Watasema, kwa nini tumepewa haya? Itasemwa, kwa sababu mtoto wako au watoto wenu wameiweka Qur'an kifuani mwao, yani wamehifadhi Qur'an kifuani mwao. Kisha ataambiwa yule mtoto soma Qur'an, au ataambiwa wale watoto soma Qur'an na upande daraja za pepo na vyumba vyake. Kwa hivyo ataendelea kupaa maadamu anaishi kwa sauti ya kuridhiwa. Haya, dada zangu katika iman, yamepokea na Imam Ahmad dada zangu katika imani, imekuja kadhalika katika Sahih Muslim kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatba'u almayyit thalathatu fayarji'u ithnan wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu, yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika watu watatu wanamfuata maiti wawili kati yao wanarejea, na anabaki na mmoja: familia yake, mali yake na amali yake. Hawa ni watu watatu ambao watamfuata maiti, zitamfuata kaburini. Kisha familia yake, mali yake, yaani watarejea na atabaki kaburini na nini? Na amali yake. Dada zangu katika imani, kadhalika imekuja katika hadithi sahihi ya Ibn Hibban

ma qabli madkhal wa yu'ta min qibal rijlihi wa yaqulu fil lkhairat ma qabli madkhal. Yani, ana sema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii sahih, katika inapatikana katika sahih Ibn Hibban na Almustadrak cha Alhakim, kwa maiti husikia sauti ya viatu vyao wanapogeuka na kuondoka. Yani, yani, usikie sauti ya yao, yani lau angekuwa mumin, swala ingekuwa kichwani mwake, somu ingekuwa upande wake wa kulia, zaka ingekuwa upande wake wa kushoto, na amali njema kama vile swadaka, swala, wema kwa watu, upole, uhusiano mzuri na watu, vingekuwa yani miguuni mwake anakaribishwa kutoka mbele ya kichwa chake, na swala itasema ni nini yani kiko mbele yangu mlango. Na atakaribishwa kutoka kuliani kwake, na saumu itasema hakuna mlango mbele yangu. Na atakaribishwa kutoka kushotoni mwake, na zaka itasema hakuna mlango mbele yangu. Kisha atakaribishwa kutoka miguuni mwake, amali yake njema itasema hakuna kiingilio mbele yangu. Dada zangu katika imani, amali njema ni rafiki anaye, yani anayetembea na mja mumin katika safari yake ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali njema ndiyo inayomtakasa mja mumin na madhambi ya dunia na akhira. As, am, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran surat Hud aya ya mia moja na kumi na nne bada audhu billahi min ashsheitani rrajim innal hasanati yudhhibna sayiat, hakika matendo mema huondoa maovu. Dada zangu katika iman, matendo mema ya mja muumin yatabaki naye na kumsindikiza katika kaburi lake, kupanua nafasi ya mja baada ya dhiki na kumfariji baada ya upweke. Dada zangu katika iman

Amesema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna yeyote katika nyinyi ila mola wake mlezi atazungumza naye, na hakutakuwa na mfasiri baina yake na mja. Atatazama kuliani kwake mja mja atatazama kuliani kwake hataona chochote isipokuwa amali zake zilizopita, na atatazama kushotoni mwake hataona chochote isipokuwa amali zake zilizopita, na atatazama mbele yake hataona chochote isipokuwa moto wa Jahannam, ikiwa ni kama nusu ya tende. Haya yamepokewa na Imam Muslim. Dada zangu katika imani, amali njema hayatamuacha mja mumin mpaka yamwingize peponi, na atasikia wito kama ilivyokuja katika Qur'an surat al-A'raf aya ya arobaini na tatu, wanuduu tilkum ljannatu urithtumuha bima kuntum tamalun na wataambiwa hii ndiyo pepo ambayo mmeirithi kwa yale mliyokuwa mkiyatenda. Dada zangu katika imani, mwisho kabisa, yatupasa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya hima kabla ya mauti kutufikia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran suratul Kaf, Kaf aya ya mia moja na kumi

Anayetaraji kukutana na mola wake mlezi, na afanye vitendo vyema, wala asimshirikishe yoyote katika kumwabudu mola wake mlezi. Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa hayo. Shukran jazila, wabarakallahu fikum.